Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa vidokezo. Karibu na asante sana kwa muda wako mtazamaji. Tukianza kwa hivi sasa ni kwamba uh, machifu na manaibu wao elfu moja 1837 wanafuzu leo eh, baada ya kukamilisha masomo ya utawala, sheria na usalama. na Rais William Ruto anaongoza mahafali hayo katika chuo cha mafunzo cha polisi bewa la Embakasi hapa jijini Nairobi. Katete Njoroge, tunaongea kwa hivi sasa, nafuatilia kwa karibu hilo swala lakini, tusikie kinachoendelea kwa sasa.

And all the distinguished guests present, and all the chiefs, good morning. Uwe, Chiefs, oye. Assistant Chiefs, oye. Your Excellency, the President, we want to thank you. Tunakushukuru sana Rais, wewe umekuja kuhakikisha kwamba ume Uh, simamia kufuzu kwa hawa machifu na naibu wao. Mheshimiwa Rais, nikisema niki nimesoma nime historia ya wizara na nimeuliza wale wote walienda mbele yetu, hakuna rais mwingine tangu tuanze uhuru amekuja ku preside over graduation chiefs na assistant chiefs. This is historic, Your Excellency, na inaonyesha ya kwamba wewe unazingatia ile policy yako ya bottom up economic transformation agenda, na unajali wananchi ama wafanyakazi wa serikali ambao wako chini wanakutumikia na wanatumikia Wakenya kupitia ofisi yako mashinani. Ndiposa wewe mwenyewe umewacha kazi zako nyingi ambazo ungefanya leo na umekuja kuwa nasi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. ya pili Mheshimiwa Rais It ni jambo la kushangaza sana wakati tulipoanza jukwaa la usalama tarehe saba mwezi wa nne mwaka huu kutoka kaunti ya Mombasa hatukujua ya kwamba shida ambazo au machiefs na assistant chiefs zilikuwa ni tele na mtazamaji, bado jicho letu liko Embakasi, muda wote utakapokuwa rais anatoa na hutubia machifu na manaibu wao, tutarudi kuweza kusikiza hotuba yake, lakini muungano wa majeshi ya kiislamu